sana habari ya mbegu ya kwamba watu wamepanda. Swali so langu la kwanza ikawa wale waliopanda na haikuota, nani anawafidia? Hilo lilikuwa swali so langu la kwanza. Nikasikia DC ni anasema wameambiwa watunze risiti watarudishiwa hela zao, lakini wamepoteza muda wao baadhi ya mawaziri, matatizo, watu wanatunyoshea vidole. Umepeleka mbegu, watu haikuota, unasema mtawarudishia tu hela walizonunua. Muda wao waliopoteza, mashamba yao, nguvu zao, nani anashughulika nazo? Ili nao tusiseme mpaka waje wapinzani watuseme, kazi yetu moja ni kuikosoa serikali yetu inapoenda vibaya. maeneo ambayo watu wanalima pamba lazima wawe wakali sana kuhakikisha wanawatetea wakulima wao, na nyinyi mtusaidie. Wasiofanya kazi hiyo, wakirudi kuomba kura, lazima tuwaulize, kama hamkwenda kututetea bungeni, nataka mtutetee limu. Asanteni. Kidumu Chama cha Mapinduzi!